Kupendeza kwangu mimi naitwa Stefano Airos Nzunda na ka kijiji cha Hantesya tugea. Jana mvua kweli ilinyesha mbaya sana, mvua iliponyesha ilipo katika ni mito ilipojaa, lakini ulipojaa kulikuwa na kifereji tu kidogo, kulikuwa na maji wale wale watoto walikuwa na kishangaa kile kifereji, wakawa wanacheza na, na kuruka. Wakawa watatu, mwanangu alikuwa mdogo, alikuwa mdogo, alipojaribu naye kuruka ndio maji alipomsomba. Taarifa iliyokuta iliyotukuta, nikawa ni msibani, nilimkuta mama mzazi mwenzangu e, wale watoto waliokuwa wanacheza nao ndio waliokuja kwa mama kumwambia kwamba mama wenzetu ameondoka na maji. Ni kweli kumfuatilia, amepita, ameondoka kilomita mbali kidogo kutoka na nyumbani. Kwa jina naitwa Winston Leonard Nzonda. Jana mnamo kitu kama saa saba hivi sikuwepo nyumbani, nilipigiwa simu kwamba bwana, nyumbani nyumba imezuliwa. ni kweli niliondoka, sehemu nilikokuwepo, kufika hapa nyumbani nikakuta ni kweli nyumba imeshaizuliwa. Bahati nzuri majirani walikuja wakafika wakawa wameokoa baadhi ya vitu, lakini vitu vingi vimeshaharibika. Masala ni mbolea imeloa yote, mifuko kama kumi na moja, alafu vitanda vimeloa eh, na bahati zote zimeharibiwa. Kwa majina ninaitwa Deo Lamson Haonga, mwenyekiti wa kitongoji kitongoji cha Hantesya Kati. hmm. nafikiri kwa mazara mengine ambayo yamejitokeza hasa kwa kitongoji kile cha Hantesya Kati, ndio hayo mazara: kuezuliwa kwa nyumba na baadhi ya mashamba kuharibika kabisa kwenye upande wa mahindi, lakini pia kitongoji jirani kimeweza kuezuliwa pia nyumba na pia hata maji kusomba mtoto ambaye amefariki. mazishi mazishi yanafanyika leo. kwa hivyo ni mazara mbalimbali ambayo yameweza kujitokeza nje na hayo, ah, hasa ni ya mtoto kufariki, hasa ni ya mashamba na nyumba kuezuliwa, vyote vikao vimeondoka kulingana na upepo ambao umejitokeza, kwa hiyo ni hasa kubwa sana hasa kwa kwa, kwa, kwa, kwa watu wakazi wanaoishi maeneo hayo, ni hasara kubwa, kwa sababu kuna madhara ya kupoteza mtoto, pia kuna madhara ya kuharibika kwa mashamba na pia hata nyumba zimeweza kuezulia. Naitwa afisa mtendaji wa kijiji cha Hantesya Sekela Jesaya Tuya, hiki cha mvua, mazingira yetu tunayafahamu. Tunaomba jamani, malezi ya watoto tuyazingatie, kwa sababu linapotokea hivi, si kwa kutakuta na wewe tena mwingine linatokea Hebu tujihadhari kwa sababu mazingira yetu ya Hantesya tunayafahamu. Ndio maana unakuta mvua tukiziona tu mvua zinataka ku, kuna nini mvua zikiwa zina, zinataka kushuka, huwa tunatahadharisha hata watoto mashuleni tunawarudisha mapema, kufuatana na mazingira tunayoishi tunayafahamu. Hivyo naomba akina mama, malezi ya watoto hebu, tujitahidi, watoto kuwa nao kwa ukaribu, hasa kipindi hiki cha mvua. Mvua ya mwaka huu inaonekana si njema sana, hivyo Tuchukue tahadhari.